Asante. Mimi kwa majina yangu naitwa Boniface Anisile Mwabukusi. Wengi wanapenda kunifahamu kwa jina la Mwabukusi. Mimi nilikuwa mgombea kupitia chama cha NCCR Mageuzi. Nikigombea jimbo la Busokelo lililoko wilaya ya Rungwe katika mkoa wa Mbeya. Niligombea nafasi ya ubunge kwa uchaguzi ulioisha tarehe 28 Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini. Eh, nashukuru wananchi wa Busokelo walipiga kura kuchagua kiongozi. Lakini mimi si kutangazwa, kwa hiyo kuna kupigwa kura na kutangazwa. Kwa hiyo vielelezo tulivyo navyo, nyaraka tulizo nazo, zinaonyesha wananchi walikuwa wakitaka kitu gani kwa kiasi tulipofikia, yeah. Na kwa nyaraka tulizozipata. Kwa hiyo kimsingi mwaka elfu mbili na kumi na tano mchezo wa namna huu ulifanyika, nilikaa kimya. Sahizi elfu mbili na ishirini sisemi tu kwamba tuliibiwa, ni ujambazi uliofanyika. It's an, ni ujambazi, ni upotoshaji wa demokrasia, ni uhuni uliovuka mipaka ambao tusipouchukulia hatua wananchi watapoteza imani na michakato ya kidemokrasia. Ko lazima twende mahakamani tuionyeshe dunia ni kitu gani kilifanyika Busokelo. Kwa hiyo nina dhamira jopo la wanasheria wangu wanakamilisha mchakato, na mimi mwenyewe ni mwanasheria, ni mbobevu kabisa katika shughuli za uchaguzi na kesi za uchaguzi. Nadhani nimefanya kesi nyingi sana za levo zote, kuanzia levo za wenye vitu wa vitongoji, wenye vitu wa vijiji, madiwani, e, ubunge. Nimezifanya kesi nyingi, ninazifahamu. Lakini kama unavyojua mganga hujitibu, e, unahitaji vile vile kupata assessment ya wengine Mchakato umekwisha kamilisha umeshakamilika, nyaraka zote zimekamilika, na hatua za kwenda kwenye milango ya mahakama kuitafuta haki zimeanza siku ya leo. Wewe katika jimbo la Busokelo sio mgeni, lakini NCCR kule Busokelo ni kama mgeni, una uhakika gani kwamba wewe ulishinda? Eh, kwanza nini, kama mimi kama ulivyosema, mimi sio mgeni na jimbo la Busokelo. Niligombea kupitia chama cha Chadema , lakini tulikuwa na tofauti za msingi na viongozi wakwa, wa, wa Chadema. Nikaondoka nikaenda NCCR Mageuzi. Nikaondokndamageu eh, watu wa Busokelo huwa hawachagui chama, wanachagua watu, wanachagua mtu. Ukikumbuka elfu mbili na kumi na tano Chadema ilikuwa haiko Busokelo, lakini mimi nilipata kura nyingi kweli kweli, na mwaka huu nilipata kura nyingi zaidi za kunipa ushindi licha ya kwamba watu waliojitokeza kupiga kura ni wachache tofauti na na mwaka 2015. Na, na, na, na, na, e, uwingi huo mnaouona ni kwa sababu data zilipikwa, data zilipikwa. Ni uchaguzi uliofanywa kihuni na e, kupotosha mantiki nzima ya demokrasia, lakini hata kwa kura chache zilizopigwa mimi, kwayo, mimi nina kura nyingi kuliko wagombea wote, kwa hiyo mimi Busokelo nilishinda, nina uhakika na vielelezo na tutavitoa mahakamani kuthibitisha ni kwa nini tunasema kwamba huyu aliyetangazwa si aliyechaguliwa na Wanabusokero, bali waliompigia kura Wanabusokero hajatangazwa. Na sitakaa kimya tena. It's enough. I have to go to fight, na, na, nitafaiti kweli kweli, kwa sababu tutaweka vielezo, kwa sababu tunaelewa kwamba uchaguzi una hatua mbili. Kuna qualitative process, ule mchakato wa kikanuni kisheria, na kuna quantitative lakini Busokero kote it was a blunder, it was a flow direction, it was a rigged election. Ukienda kwenye process uh, ile ambayo ni qualitative process, ni uchafu. Ukienda kwenye quantitative process, hata shetani hawezi kufanya uovu wa namna ile. Wa kile tulichotendewa ni kudhihaki, ni kukiuka, ni kutukana katiba ya nchi, ni kutukana sheria ya nchi, kindicho kilichofanyika Busokero. Katika maeneo mengi inaonyesha wapiga kura wengi hawajitokeza. Wewe kama mwanasheria na mwanasiasa nini unachokiona? Ya, ni kweli kama utakavyogundua kwamba uchaguzi huu, wengi, kwa nini watu hawataki kutoka kupiga kura, ni chaguzi zinazochanganywa sana na hila na vitisho, eh? Kwa mfano, unaenda kwa mfano Busokeo, hila vitisho kabla ya uchaguzi. E, mtu anaambiwa tutakuwa na mtu pale anatiki kwenye daftari, anajua kama hujatupigia. Kwa hiyo mtu kuliko akapige kura mwingine, anakimbia anaogopa, kwa sababu ule mchakato unakuwa hauko hauko huru. e, mtu afili ile kwamba it's part of me to make a decision, anajiona kama ni punda tu anayetumika kwenda kufikisha mzigo wa bwana sokoni. Kwa hiyo changamoto iliyopo ni kwamba, hiyo changamoto ya pili inachangiwa na tume ya uchaguzi kuhodhi mchakato wote. Eh, taasisi binafsi NGOs waandishi wa habari mashirika ya habari yapewe fursa ya kwenda kutoa elimu ya uraia itoe fursa za watu kuwahamasisha watu wakufa hii kitu kimekuwa ohi watu wanakichukua na kitunzo tafikiri ni faragha ya ndoa yaani watu hawahamasiki kwenda kupiga kura that is a challenge eh. <tipulis>